Bwana asifiwe. Fahamu nafasi yako. Baba ana uwezo wa kubariki mtoto, lakini maneno yako kwa mtoto wako kila siku yana nguvu kuliko baraka ya jirani au ya mtumishi wa Mungu. Sema vitu kwa watoto wako. Fahamu nafasi yako, wewe ni mwanamke. Kuna mtu ananielewa? Naomba niwaambie watu wa Mungu mlioko hapa, nime mwaka wa ishirini na saba sasa hivi nafanya counseling za kwenye ndoa. Nimeona familia ambazo baba amechoka na ndoa, lakini mama anakwambia, Mauki, hatoki mtu hapa, hii ndoa naihitaji. Ngoja nikwambie na hiyo ndoa haivunjiki. Nimeona familia ambazo baba anatamani kweli ile ndoa, mama anakuambia, Mauki, ni shachoka. hiyo ndoa haiendi mbali. Kwa nini? Mama ameshafanya nini? Amechoka. Ninyi mchoka, hakuna cha kufanya. Jitambue uwezo ulionao, alafu kaa kwenye ndoa yako na familia yako kama injinia ambayo unafahamu wapi pakuweka sementi, wapi pakuweka nondo, wapi pakunyanyua, wapi pakujenga, wapi pakuvunja, wapi pakuboresha, wapi pakuweka maji, wapi pakuweka. Sasa shida, unakaa kwenye ndoa yako unajua biashara tu, unakaa kwenye ndoa yako unajua ujasiriamali peke yake. No, no, you are failing nafeli. Naomba niwaambie kisayansi, essence ya mwanaume, yani umaana wa maisha wa mwanaume ni kazi. Kwa nini? Assignment Mungu aliyonipa ni provision. Umaana wa mwanamke kwenye maisha sio utafutaji, ni kuhakikisha familia iko safe na ndio maana utakubaliana mimi, unajisikia raha sana kwenye biashara na utafutaji pale ambapo ukiona familia yako ina amani. Kwa jambo la kwanza, jitambue. Kama kuna tabia yoyote mume wako au mpenzi wako wa kiume analalamika kuhusu wewe, ishughulikie, iondoe kwenye maisha yako. Kwa nini? Jitambue hapa nakosea kuna wengine mko hapa, mnajua kabisa mume wako analalamika sana kuhusu mdomo wako. Mwanamke, unazungumza kuliko cherehani. Baba moja akaniambia, Mauki wanaume wengine wameoa wake, mi nimeoa cherehani. Nikamwambia, kwa nini? Akaniambia, nikitoka ofisini ninaenda na diklopa nyumbani, nakunywa mapema kabisa, kwa sababu najua. Na kama mume wako analalamika kuhusu maneno, control kinywa chako. Labda mume wako anakulalamikia ndio unatafuta, lakini muda wako na watoto umepungua. Hebu jirekebisha, ongeza muda wako na watoto. Naomba niwaambie watu wa Mungu, baba na... asiwepo nyumbani watoto wakamkosa baba, lakini kuna tofauti ya watoto waliomkosa baba na watoto waliomkosa mama. mama ni mlevi. Nenda kwenye familia ambao mama ni mlevi ni ngumu kwa vile vitu ambavyo unajua mwenzako analaumu kuhusu wewe. Labda mwenzako analaumu mama nani, nipikie pikie, pikie. Basi hata mara moja mara mbili, jirekebishe. Wengi mmewahi kusikia, nimefundisha huko mtaani, hata uembize kuliko lusifa shetani. Jitahidi hata mara moja basi kwa wiki, mpikie mme wako wengine mume hataki umpikie anataka mdada ampikie. Wewe unashukuru tu. Mimi wangu anakula kila kitu, anakula chakula cha. Wewe unafikiri sifa, sio sifa labda anasema anapenda chakula cha dada kwa sababu anajua hujui kupika. Wazungu wana The highway to man's heart is through their stomach. Maana yake ukitaka kuingia kwenye moyo wa mwanaume pitia kwenye nini? Tumbo. Dada wengi sana leo wanajua kujiremba, wana mabegi mazuri ya milioni, Louis Vuitton, Dior lakini wa...